Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka. Watoza ushuru na wote wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika, wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, anipe sehemu ya mali inayoniangukia akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda kashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa! Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia: Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alimwambia mtumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidore, kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akisema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, leo Dominika ya nne ya Kwaresma ya mwaka si hasa zaidi ikitambulika kama Dominika ya furaha, ambapo tunafanya shangwe ya kukaribia sikukuu za Pasaka, tukisherekea kuunganishwa kwetu, kupatanishwa kwetu na Kristu katika udhaifu wetu sisi. Leo katika masomo ya Dominika hii. Tunakumbushwa juu ya hakika ya yale matumaini yetu ya shughuli zetu na kujitesa kwetu katika kumfikia Kristu kunavyoweza kukamilika. Leo Kristu anaonyesha ni Bwana anayewajali wanaohitaji zaidi, kuliko wale ambao kwa namna moja au nyingine tumeshatambua furaha ya Mungu, lakini wale ambao tunajitahidi zaidi kumfikia Kristo anakaa nasi na kuzungumza nasi akisema kwa mifano, na hasa mfano wa mwana mpotevu. Mwana mpotevu, lakini ambaye anarudi kwa baba yake. Mara nyingi tunatamani sisi kupokea neema hizi za Mungu ndani yetu, na kwa namna fulani tunazitumia kwa namna tunavyotaka sisi, na mwisho wa siku tunaishia kukosea, lakini tunao nafasi ya kurudi na kumfikia Mungu wetu tena kutupokea angalia, Baba hatangazi msamaha tu kwa huyu mwana anayerudi, anatangaza upendo, upendo unaopita msamaha, upendo unaorudisha hadhi ambayo kijana wake alishaipoteza. Ni upendo huu ambao anauleta pia kwa mwana huyu wa pili, au kijana mkubwa ambaye naye ameshindwa kutekeleza, kusimamia au kuiona hasa fahari ya kuwa ndani ya nyumba ya Bwana wake nyumba ya baba yake. Nasi wakati mwingine tunatamani kupata faraja na tunajiuliza mbona, tunasali kwa muda mrefu, tunaamini kwa muda mrefu, lakini Kristu hajidhihirishi kwetu kama kwa wengine. Leo anatukumbusha kwamba tunayo hadhi ile ile ya wale wanaotubu kila siku, na ndiyo maana kila siku anajitoa kwetu kama anavyomwambia huyu mwana anayerudi au kijana mkubwa kwamba vyote ni mali yako naye anatuambia kila siku hasa katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu anaposema mwili wangu na damu yangu, vyote ni kwa ajili yenu, natolewa kwa ajili yenu wote. Nasi anayejitoa kwetu kikamilifu, kwa nini tusijishikamanishe na kujitoa kwake kikamilifu? Kwa sababu ndio hasa chimbuko la ukombozi wetu, la chimbuko la viburi vyetu, kujikatika kujisifia Ukristu wetu Utu wema na hasa katika jamii yetu, familia zetu na taifa kwa ujumla. Basi tujitahidi kwa neema ya Mungu, tujitambue na kuweza kusamehe makosa yetu yaliyoko ndani sisi wenyewe, kusamaha wengine, ili nasi tuweze kufurahia ule msamaha na upendo tunaweza kupokea kutoka kwa Mungu aliye baba yetu mwema na atupendaye sana. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Shemasi Simon Michael Shimbe, washirika wa ndugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.